Ndugu zetu watumishi wako hapa naamini wataendelea kushusha elimu hiyo. Elimu hii inahitajika zaidi kuliko yale majibu ya mkato. Tumia muda wako kumwelewesha mtu, tumia muda wako kufuatilia, tumia muda wako kusimamia. Kwa hiyo hilo nalipokea, lakini niahidi, mkurugenzi wa halmashauri ya Mtano, kakaangu Anderson Msumba, tutakaa kikao kazi na CMT ili kuweza kujipanga utoaji wa huduma bora, tunafanyaje? Tuweke mikakati jumuishi ili tuhakikishe watu wetu wanapata huduma iliyo bora, nyanja zote, afya, elimu, utawala, kote. Tunachohitaji watu wetu wapate huduma zilizo bora. Naomba niseme neno, watumishi wenzangu mlioaminiwa na serikali hii, na tumepata watumishi wengi sana, neno hili liwafikie, tunaomba mfanye kazi kwa weledi tusifanye kazi kwa mazoea, tusifanye kazi kwa mazoea, na ninatamani sana tulibebe hili la kufanya kazi kwa weledi, na tufanye kazi kwa uaminifu. Uaminifu unaingia mpaka kwenye hili la kilimo, Mheshimiwa Mbunge. Tunapopata viuatilifu, Mheshimiwa Rais anavishusha viuatilifu bure vya korosho. Kwa nini? Ili watu waweze kuboresha uzalishaji. Lakini unakuja unasikia kwamba kuna kona kona kona kona kona, hatuhitaji kona kona. Nirudishe mpira kwa kipa, vyama vya ushirika, mpo vyama vya ushirika? Naomba na sisi tujitathmini. Fedha nyingi kwenye vyama vya ushirika zipo kwenye uendeshaji wa vyama hivyo vya ushirika. Mheshimiwa Mbunge, mwenyekiti wetu wa halmashauri amesema tupewe neno ya kuweza kufuatilia na kusimamia kama chama kina mzunguko wa fedha milioni mia sita mia saba mia nane njo upinde, inarudije? Kwa mkulima inaboreshaje huduma inamboreshaje mazingira je? Tunatengeneza magala? Mikopo tunayochukua inafanya kazi gani? Ukitaka kufuatilia hapo unaweza kuingia kwenye vita. Hatutaki vita, tunataka uwazi. Kama ni uwajibikaji, tuwajibike wote kwa pamoja. Naomba ushirika sasa, twende kwenye mstari mmoja. Kiongozi wetu Mheshimiwa mbunge amesema hapa neno kuhusu afiza ushirika. Sasa kama tunaanza vizuri na tunaanza moja, tusikwamishane, twende tukapate matokeo yaliyo mazuri. Uchumi wa mtama ni kilimo, tusidanganyane, tusilete mchezo kwenye uchumi wa jimbo letu hili na mimi mheshimiwa mbunge, ni kwa hili nitasimama, tutasimamia, tutafuatilia, tutapata matokeo yaliyo bora. Naomba nitoe habari njema kidogo. Jana tulikuwa na kikao kikubwa sana cha kilimo cha mkoa wa Lindi mkuu wa